Habari za wakati huu wapenzi watazamaji, katika chaneli pendwa hii ya Safari ya Afya. Mimi ni Dkta Lucas Still, bado tunaendelea kuangalia zao letu hili kiafya, mwani, zao la baharini. Unapofikiri kuhusu bahari, mara nyingi tunafikiri upepo mwanana, mawimbi na amani, lakini ndani ya bahari ndio kuna hazina kubwa sana ambayo wengi wetu hala hata hatuitambui. Hii ni hazina ambayo milele na milele itaendelea kusalia na kuendelea kusaidia katika kutibu magonjwa mbalimbali mbali. Ndio ule mmea unaoota chini ya bahari una nguvu za ajabu zinazoweza kubadilisha afya yako, ngozi yako na hata maisha yako. Mwani ni zawadi asili ya asili yenye madini muhimu kama iodine, calcium, magnesium na zinc, virutubisho ambavyo mwili wetu unahitaji kila siku, lakini mara nyingi tunavikosa. Fikiria bidhaa moja tu, asilia kabisa, inayoweza kukusaidia kuongeza kinga ya mwili, kusafisha sumu mwilini, kuimarisha nywele na ngozi, kupunguza uzito, hata kusaidia afya ya tezi ya mathyroidi. Hayo yote yapo ndani ya mwani. Sasa hebu fikiria, kila siku unapata virutubisho vyote hivyo bila dawa, bila kemikali, bila gharama kubwa. Ni kama kuwekeza kwenye afya yako baadaye. Sasa watazamaji, unaweza kutumia mwani kwa njia nyingi. Namba moja, kwa kunywa Changanya kijiko kimoja cha unga wa mwani kwenye maji, juisi au timothy. Namba mbili, kwa ngozi: tumia kama maski ya uso, inasaidia kuondoa chunusi na kufanya ngozi ing'ae. Namba tatu, kwa chakula: tumia kama kiungo kwenye supu, uwali au saradi. Lakini pia namba nne, kwa nywele: tumia maji ya mwani kusafisha nywele zako, zitakuwa laini na zenye nguvu zaidi. Ni rahisi, ni asili na ni salama kwa kila mtu. Watu wengi tayari wameanza safari hii ya kiafya. Nilianza kutumia mwani miezi miwili tu iliyopita na sasa ngozi yangu inaangaza na sihisi uchofu kama zamani. Asha huyu, wa Dar es Salaam mke wangu alipona tatizo la ngozi kwa kutumia maski ya mwani. Huyo ni Hasani, ushuhuda kutoka Zanzibar. Sasa watazamaji, ni wakati wako kutambua kuwa mwani umeleta mabadiliko makubwa sana kwa upande wao. Sasa ni wakati wako, sasa usingoje, usisubiri hadi mwili wako kuleteta hasari. Anza leo, chagua afya, chagua asili, chagua mwani. Tembelea ukurasa huu wa Safari ya Afya. Namba zipo katika skrini yako, tupigie wakati wowote, sehemu yoyote ilolipo, na gharama zetu ni nafuu sana. Mwani wetu ni wa ubora wa hali ya juu. Unaweza ukautumia kwa mikono kutoka baharini, kwa sababu ni mmea safi, hauna kemikali. omwani ni nguvu ya bahari, uzima wa mwili wako. Asante, tukutane tena wakati mwingine. Msisite kuendelea kutazama video zetu mara kwa mara, pindi ambapo tunakuwa tunaziposti, lakini kikubwa na cha msingi, usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele, kushare na kulaiki kwa watu wengine pia waweze kujifunza.